Naitwa Prince Pius Nshangeki ni meneja msaidizi ukaguzi na matekelezo uh, TRA Mbeya. E, tunakujaka kukumbushana tu kidogo e, ikiwa leo tarehe ishirini mwezi wa sita juu ya mambo kadhaa kuhusu kodi uh, kama tunavyofahamu kwamba kodi huwa, kabla ya kulipa kodi huwa kuna kitu tunaitwa return, yani taarifa ambayo inatumwa na kodi ambapo hiyo ritani uh, ziko za aina mbalimbali. Kuna ya mapato ambayo ni ritani ya mwaka, na kutokana na nakodi zake alizolipa tukilinganisha na makadirio aliyoyafanya ali, kwa mfano kwa mwaka 2ambao umeisha tarehe tare 2024 ukiisha, tunapewa miezi sita baada ya hiyo e, baada ya mwaka kuisha, kuwa hiyo ritani ya mwisho wa mwaka ambapo tunaleta mahesabu kama walipa kodi, tunapaswa kutuma mahesabu pamoja na kutuma litani. Kwa hiyo tunakumbushana kwamba kufikia tarehe 30, mwezi wa sita, tuwe wote tumetuma litani kwa ambao tuna stahili kutuma hiyo hiyo litani. Lakini pili, eh, kila mwaka huwa tunatuma tunakuja kukadiliwa. Kuna walipa kodi wadogo wale wanakuja kukadiliwa, lakini pia kuna wao pia wanaotuma litani, ikiwemo makundi ya kampuni au wale wafanyabiashara wa kawaida ambao wameshafika milioni mia mauzo. Kwa hiyo pamoja na na kuleta ile return ambayo inahusu kampuni na wale waliofika milioni mia pamoja na mahesabu yao pia huwa tunapaswa tulete makadirio. Kwa kwa mfano mwaka 2025 tulikuja wote kukadiriwa mwezi wa tatu. Kwa hiyo baada ya kukadiriwa huwa tunalipa kwa awamu nne. Kwa hiyo either mimi ambaye nilikuja kukadiriwa hapa au kwa yule kampuni alijikadiria mwenyewe au kwa yule ambaye wa milioni mia ambaye naye amejikadiria mwenyewe. Kwa sasa hii ni awamu ya pili. Ita itasema mwezi wa sita kufikia tarehe 30 mwezi wa sita unapaswa umeshalipa awamu ya pili. Kwa kama nilikadiriwa labda au nilijikadiria milioni moja, ikagawa kwa nne, inakuwa laki mbili na nusu kila awamu. Inabidi ya kwanza leo nilipa mwezi wa tatu ambao tumeshapita. Lakini ya pili inabidi nilipa mwezi wa sita huo. Kwa tunazo zibaki siku chache mpaka mwezi wa sita kuisha. Kwa hiyo tutajitahidi baada ya tarehe 30 Juni tuwe tumeshalipa awamu ya pili. Hiyo ni kwenye upande wa kodi ya mapato. Lakini pili E, ama tatu e, baada ya, ya a, a, a, hilo kundi la mapato kuna kuna wale ambao wamesajiliwa kwenye kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, ambapo ni wale ambapo katika wale wanaofanya biashara ya kuuza na kununua a, a e, ambao ni ni, ni ni traders wa kawaida anauza na kununua yeye mpaka hawa amefika mauzo ya milioni mia mbili unakuta alisajiliwa VAT au pia kampuni automatically inayo alisajiliwa VAT sasa sasa hivi leo ni tarehe 20 ni tarehe ya mwisho ya kutuma ritani ya mwezi wa tano vitani ya vati au ya ongezeko la thamani. Kwa hiyo kwa mfano mwezi wa tano ulivyoisha tumepewa siku 20 baada ya mwezi wa tano kuisha. Ambapo baita ya 20 chini mwezi wa sita ndivyo tunavyopasa kuleta. Kwa hata ritani ya mwezi wa sita italetwa baita ya 20 mwezi wa saba ndivyo tunavyoenda. Kwa hiyo tunakumbushana tu pia upande wa VAT tu faili yaani tutume hizo ritani pamoja na kulipa kodi itakayokuja kodi stahiki. Lakini kuna kundi la tatu ambalo ni kodi ya Eh, eh, eh, eh, amikutu, wale wanalipa ushuru na bidhaa inaitwa excise duty, au nao pia wanapaswa walete return ya excise duty, ushuru na bidhaa. Kwa mfano wazalishaji wa maji eh, kuna watu wa sigara eh, vinywaji mbalimbali eh, unakuta wao nao pesa, na na bidhaa nyingine simenti na kadhalika, wao nao wanapaswa kufikia tarehe 25 ya mwezi unaofuata huwa wameshatuma hiyo litani yao pamoja na kulipa. Kwa mfano, e, tuma, yao, na kwa mfano, mwezi wa tano ulioisha eh, tunapewa sasa kufikia tarehe tano mwezi wa sita ambapo ni siku tano kutoka sasa hivi. Tuwe tumesha tuma hiyo litani yetu pamoja na malipo. Kwa hiyo hiyo ni kundi lingine ambalo tunakumbushana hiyo. Kwa hiyo ni mambo ya mapato lakini pia na vati lakini pia na hao wa excise duty yani, ushuru na bidhaa. Hapo tutakuwa tumeweza upande wa litani. Lakini tukumbuke kwamba litani inaenda na malipo. Ninapofaili litani sawa, lakini nilipe ili ku kwepa zile tozo zinazoza na riba za kuchelewesha kulipa. E, lakini kitu kingine ambacho nilikuwa nataka tukumbushane leo ikiwa ni tarehe ishirini mwezi wa sita ni kuhusu matumizi ya mashine za kutolea receipt ambazo ni EFD Electronic Fiscal Devices. E, zile huwa zinatusaidia zina manufaa mbalimbali ikiwemo kutunza kumbukumbu, ukilinganisha na kwamba nikiwa na kitabu tu, kitabu kikichanika, kikiungua moto, kikifanyaje inakuwa ni shida. Lakini mashine yangu ya ya receipt kila navyotuma ile navyotoa receipt na baadaye nikaja nikatuma zile Z report, taarifa kila siku inafika TRA. Hata mashine nikiibiwa au kitokea tatizo lolote, kumbukumbu iko pale pale. Kwa hiyo EFD inanisaidia mimi wakati nakadiriwa, inamsaidia mkadiriaji wakati ananikadiria, twende kwa makadirio ambayo yako sahihi. Tusianze kuvutana kwamba wewe unasema mimi nimeuza laki moja, mimi naamini nimeuza elfu hamsini. Kwa hiyo EFD machine inasaidia moja kwa moja kwa sababu inatoa nani. Pamoja na faida nyingine, kwa hiyo lakini hii EFD machine tunahimizana kwamba unapoenda kununua, hakisha wadai risiti yako ya kiwango sahihi ya pesa uliyolipa na pia muuzaji, toa risiti ya kiwango sahihi. Lakini kitu kingine cha kukumbushana leo pia ni unapokuwa umefungua biashara e, toa taarifa TRA. Hata kama hujafungua ndani ya kipindiko cha mwanzo wa mwaka, inawezekana unafungua leo, nasema ah, labda naweza nikaogopa mwezi tatu umepita. Hapana, sio na wasiwasi. Wewe ndani ya siku 15 kwa umetoa taarifa TRA. Tutaanza kukadiria kuanzia kipindi hicho ulichotoa taarifa kutokana na makadirio mapato yako na kuendelea kama walivyo taratibu wengine. Kwa hiyo kikubwa tu ni taarifa TRA inafanya kazi na taarifa. Toa taarifa mapema na kama kuna changamoto yoyote mwenendo wa biashara, nataka ni nimepunguza ni laini za biashara, nataka nifunge, nataka niongeze tawi lingine, nataka nipanue biashara yangu Unatoa taarifa kwa barua, unapiga simu, kuna mfumo wa email, vyovyote unakuja kutembelea ofisi yoyote ya TRA karibu nayo, taarifa inakuwa imefika, wewe unakuwa salama na wote tunakuwa salama. Kwa hiyo hicho ndiyo lakini cha eh, kingine ambacho nataka nikukumbusha siku ya leo ni ni TRA ya sasa hivi ni rafiki. Unaona kwamba tunafanya engagement, tunaandaa eh, bonanza za pamoja, michezo ya pamoja, eh, he, zawadi kwa walipa kodi wanaolipa